Aa, kwa miaka mingi nimekuwa nikijiuliza kwa nini Roho Mtakatifu aliposhuka siku ile ya Pentekoste alienda akatoa ndimi za moto. Biblia inasema kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kwa nini ndimi? Kwa nini ulimi? Kwa sababu nilitegemea kwamba ikiwa Mungu anataka tufanikiwe katika maisha, basi hii nguvu kubwa kabisa ya uumbaji aliyoleta juu yetu angeipeleka angalau miguuni, ili ituongoze. Hata kama utaki kufanikiwa, unajikuta tu miguu yako inakuongoza sehemu ambayo utapata mafanikio. Au kwa nini asikae kichwani ili akawa anatoa mawazo bora eh, ili ukatekeleza yale mawazo akakuletea ideas na mawazo bora zaidi. Hii nguvu ya uumbaji ambayo ilikaa juu ya uso wa vilindi vya maji kati, Mungu anaumba nguvu kubwa namna hii, kwa nini isikae kichwani eneo, labda? Kwa nini isikae mikononi, sehemu ambapo unafanya kazi, ili kazi zako zikawa ni kazi zilizobarikiwa. He, zikawa ni kazi ambazo unaweza kufanya sasa bila kuchoka na ukatoa ufanisi mkubwa kwa sababu nguvu kubwa ya uumbaji ya Mungu aliyekaa juu ya uso wa vilindi vya maji inakaa kwenye mikono yako na kwa nini alichagua kukaa kwenye ulimi? Mbona, mbona inanisumbua? Lakini nilikuja kupata jibu baada ya kusoma katika Yakobo sura ya tatu mstari wa tatu naona? Anyway, ka sisi sote, uh, pia katika mambo mengi, mtu asiyejikwaa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuzuia mwili wake wote kama kwa lijamu. Ukiendelea na kisa hiki, Yakobo anaofananisha ulimi ni kama lijamu ya farasi ambayo ndio inayomuongoza kwamba aende upande gani, asiende upande gani, lakini ulimi pia umefananishwa kama usukani wa meli kubwa meli kebu, ambayo inaamua aende upande gani na asiende upande gani. Kwa ufupi, Roho Mtakatifu anakaa juu ya ulimi, kwa sababu ulimi ni kiongozi. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu ilibidi ashuke kwenye sehemu ambapo tayari kuna kiti cha uongozi ambapo ni kwenye ulimi. Kwa maneno mengine, kitu ambacho watu wengi hawakijui ni kwamba wanahisi kwamba maisha yanaongozwa na bidii katika kazi kitu ambacho naamini ni kweli kabisa, unatakiwa kuwa na bidii katika kazi, au yanaongozwa na uwezo wako mazuli wa kutoa mawazo mazuri, kufikiri vizuri, kitu ambacho kina sound good, lakini kwa mujibu wa Biblia ni kwamba maisha yanaongozwa na ulimi. Hata uwe na uwezo we mkubwa wa kufanya kazi kiasi gani, kama unajitamkia mabaya unajitamkia mimi siwezi, siwezi kufanikiwa, mimi ni wa hivi hivi, utaishia kuwa hivyo hivyo hata kama unafanya kazi kama punda hata uwe na akili nyingi kiasi gani, ikiwa katika ulimi wako unajitamkia kwamba mimi ni wa hivi hivi, mimi siwezi lolote, utaishia kuwa na hivyo hivyo, na akili zako nyingi, utaishia kuzurura tu mitaani, hauwezi kwenda popote, kwa sababu ulimi ndio umepewa uongozi. Ndio maana Roho sasa akaona akae ashuke juu ya ulimi. Katika kusoma kwangu, e, Pastor Chris akasema kwa kwamba swala sio kuhama utoke Afrika uende Ulaya. Kwa sababu hata ukitoka Afrika ukienda Ulaya utaenda na ulimi wako huo uliokusababisha ukafeli hapa Afrika. Kwa hiyo kitu kikubwa katika maisha ni uwezo wa kucontrol ulimi wako. Namna gani? Mimi nashauri utenge nafasi, weka muda wa kwamba huu muda labda ndani ya dakika 15 kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi au ndani ya nusu saa au ndani ya saa moja, nitakuwa nikijitamkia, mimi ni wa mafanikio, nimebarikiwa, nimeinuliwa na nyota yangu inang'aa katika jina la Yesu. Mimi ni wa chini E, mimi ni wajuu, wala sio wa chini. Mimi ni kichwa kicha, wala si mkia. Endelea hivyo kila siku, alafu taniambia jinsi ambavyo ndani ya muda mfupi utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Ndio maana Roho Mtakatifu amekuja amekaa juu ya ulimi wako, kama umpokea Yesu, juu ya ulimi wako na ameleta ndimi ya moto. Itumie hiyo kinyume na shetani na itumie kwa ajili ya kufanikisha maisha yako. Barikiwa.